Naona kweli hauko sawa. Sasa tuende tukakae pale, unielezee vizuri. Unakwenda wapi? Alafu huyu ni nani? Ametukuta tumekaa hapa tunaenjoy. Ameingia from nowhere, unaanza kuongea naye maneno ya kipumbavu yasiyoeleweka unashindwa kuniheshimu mimi mumeo ambao nimekaa hapa. Alafu kwa nini haukumtambulisha kwamba huyu mimi ni mume wako? Au unahisi labda ukinitambulisha kwake kuna vitu vinaweza vikapungua kwako? Hivi, kwani unapenda makelele wewe? Je, ni ulishazoea makelele tu muda wote? Hata uangalie sehemu zingine, sio hata kupiga makelele unataka tugombane. Sikiliza nikwambie, mimi nakuheshimu wewe na naheshimu haya mazingira tuliyo. Nakuja. Mapenzi yameniteka sina la kufanya mimi, moyo wangu ameuteka ama mama, ameshatupa kajini ananifokea na yanacheka. Aisha binti yangu, hizo ndio changamoto za maisha hakuna mafanikio yanokuja kwa wepesi hata kidogo, lazima upambane ili ufikie malengo yako. Usiwe mtu ukata tamaa kwa wepesi namna hiyo mama. Lakini hii sasa imezidi, kila ninachokifanya mimi humu ndani ni kibaya, ntawezaje kupambana na hizo changamoto? Mi namalizia tu huu mwezi, watakaponilipa mshahara wangu, na hodi zangu tu nyumbani. Binti yangu ukikubali kunisikiliza, mimi na mipango mizuri sana na wewe, ambayo itabadilisha maisha yako na utaishi maisha mazuri sana. Mama, kwa hivyo unavyoniona naweza kule kubadilisha maisha yangu nikaishi maisha ya raha? Maana tangu nizaliwe naishi maisha ya mateso na ya shida, sifikiri kama ipo siku taishi maisha ya raha na ya amani. Kuzaliwa maskini katika familia zetu ni kitu cha kawaida sana. Hata huyu mtoto wangu alikuwa maskini, amepambana mpaka leo anaishi maisha mazuri kama haya. Ukubaliana na mimi, utaishi maisha mazuri na yenye furaha. Kitu gani hicho mama? Vizuri sana binti yangu kwa swali lako na kuomba, kubali kuolewa na mtoto wangu. Hapana mama, sipo tayari kufanya hicho unachokitaka. Bora nife maskini, siwezi kuolewa na mwanao. Uliniambia hauko sawa, ni kitu gani kinakufanya usiwe sawa? Kijana handsome kama we, unajua tokea nimeingia katika ndoa sijawahi kabisa kufurahia ndoa yangu, kila siku ni vitimbwi. Wow, kwanza hongera sana, ila sijapenda kabisa, hivi umeoa bila kunipa taarifa kweli? Ni mambo ya kawaida sana, usijali kwenye hilo lakini sijawahi kumpenda hata siku moja mwanamke, na haitakuja kutokea hata siku moja nikampenda. Unajua una masiara sana wewe sasa, kama haumpendi, kwa nini ulimuoa? Au umeacha kumpenda baada ya kumuoa? Kabla sijamuoa ule mwanamke sijawahi kumpenda, na haitokuja kutokea hata siku moja nikampenda. Unajua ule mwanamke ni mtoto wa mjomba nililazimishwa tu kumuoa, lakini hakuwa chaguo langu. Pole sana, Ibi, hizo ni changamoto za maisha, ila usijali, ipo siku mambo yote yatakuwa sawa. Kwa hiyo badala ya kuwa mumeo sasa hivi nimekuwa budigadi wako. Tumetoka nyumbani tumekuja hapa kupata chakula. Umeniacha pale umekuja kuongea na huyo mpumbavu wako asio na mbele wala nyuma. Kwa hiyo mimi ninaona kama mpumbavu vile, si ndio? Kwanza kabisa jiheshimu, yaani ujitambue wewe ni nani hivi Unapata wapi nguvu ya kumuita mkaka watu mpumbavu, na wakati haumjui, alipotoka hapa, amekuja kufanya nini? Unafika tu unamuita mpumbavu. Hem, je heshima basi? Na kama umeshindwa kukaa hapa nyumbani, unapajua. Kwa hiyo unanifukuza mimi kwa sababu ya huyu takataka wako asiyokuwa na mbele wala nyuma, yupo yupo tu, au kwa sababu hichi kirangi chake cha mkorogo cha mia mbili mia tatu ndio unaona mimi mpumbavu, sina tena, sina tena thamani, si ndio hivyo yani, mumeo mimi? Unaona mimi mpumbavu kwa sababu ya hichi Kiarabu, si Kiarabu. Yani kipo, kipo tu unanacha mimi si ndio hivyo? Hivyo unakili kweli wewe? Yani unajitambua kweli? Yaani mwanamke mwenye heshima zake anaweza kufanya vitu vya kipumbavu kama hivyo? Hivyo, e baba, unanitafuta nini, au unataka nikujibu nionekane mimi sina adabu eti mke wangu e -e, ukome kuniita mimi mke wako tena tukiwa tumetoka kama hivi. Yani, hizo mke wangu mke wangu unazifanya zinakuwa nyingi. Yani ucezani, ukiniita mimi mke wako, wewe unapewa hela mke wako tukiwa huko nyumbani, lakini tukitoka kama hivi, jina langu unalijua. Mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi. Moyo wangu ameuteka, amama ameshatupa kajini

Sina la kufanya mimi, moyo wangu ameuteka amana, ameshatupa kajini, ananifokea anacheka. Kwaki nimekuwa susu... inaonekana mume wako anawivu sana, achana naye, mshamba tu Baby, naomba nikwambie kitu, kitu unajua, leo sijisikii kabisa kurudi nyumbani kwa sababu ya vituko vya ule mwanamke. Naomba niwe na wewe usiku wa leo. Unajua nimekumisi sana. Nikukosea. Naomba unisamehe. Nakupenda sana. Kapi, nimetoka huko kwenye mizunguko yangu. Nimetoka kwako nimemkuta mume wako na ule mpangaji mgeni wamekaa kwenye kiti, mpangaji mgeni kavaa mtandio, huko hapa hapa, si unanielewa? Nimeshindwa kuvumilia, nikatoka nije nikufuate wewe, mume wangu mimi. Hey, mume wako wewe, mume wako. Nimeshindwa kuvumilia mimi, sionekane muongo, twende ukaone mwenyewe Wamebebana, wanaitana switi hani mwanaume tena basi nayo niambie, lazizi. Mimi nimeshindwa kuvumilia, nimekufuata, twende mwenyewe ukaone. Yani mimi nilijua yani mimi nilijua tu kila kitu, kama yule sio mpangaji, yule ni mwanamke wake. Basi ili isionekane mimi muongo, twende ukaone, na ukienda kuona, we huwezi ukakubali, lazima udai talaka yako leo leo, twende ukaone. Umerudi peke yako? Mbona kama hauko sawa? Nini kimetokea mama? Kiukweli kitu ambacho kimetokea huko na unaibu hata kukuambia mama yangu. Ni kitu gani tena hicho? <sighs> Tumetoka vizuri tu, tumeenda sehemu kwa ajili ya kupata chakula. Tumefika pale tumekaa tumeagiza chakula. Muda sio mrefu kuna mkaka akaingia. Sijui wanajuana vipi. Wametoka wapi mimi sielewi. Ila mfika pale wameanza kukumbatiana, wameanza ku, kuambiana maneno ya ovyo. Baada ya hapo akaniacha mimi akaenda kukaa na yule mwanaume. Nimetoka nimeenda kumfuata, namuelezea, ananijibu majibu ya hovyo vitu vya kibumbavu kabisa. Mimi nikaona bora tu niondoke zangu. Sikuona sababu tena kuendelea kukaa pale. Hmm. Naona umejionea mwenyewe mwanangu, na mimi sitoacha kukwambia kwamba yule mwanamke hakufai. au mwanamke mwingine, mapenzi yameniteka, sina la kufanya, mimi moyo wangu ameuteka, ama mama ameshatupa kajini, ananifokea anacheka ishi tu mekujia sarungi, mama mi nipondani. Mapenzi yameniteka, sinala kufanya mimi, moyo wangu ameuteka. Amama ameshatupa kajini, ananifokea yanacheka. Kwaki nimekuwa susu Mama nisameme nakosamamuzi sokamasiaoni unayofanyiwa, ila tatizo ni moyo. Aisha mwanangu, enda kampelekee chakula mwenzio kule chumbani, maana aka kabisa huko alikutoka. Hajara ha, mama ndani tena e? aina haja ya kuogopa, mi ndo nimekutuma na hata hivyo kwa hali alikuja nayo hapa hawezi kuja sebuleni kwa chakula. Mpeke tu wewe, mpeleke tu usiogope. Salama. Jumani, hmm. Mwanangu sarungi na ubishi wake mtu anakiona, binti yangu hauna nguo nyingine nzuri ya kuvaa zaidi ya hii? Mama, mbona sikuelewa? Sifa mwanamke ni usafi, lakini pia mwonekano wa mwanamke ni sifa kubwa sana katika maisha yake Wakati mwingine unaweza kukosa bahati yako kwa jinsi unavyojiweka. Unayekwenda kumpelekea chakula ni bosi wako, na unajua fika. Sasa haiko sawa, vaa nguo nzuri, aanze kuvutiwa na wewe kabla ya kuvutika na chakula chako, ili iweze kukupelekea ukaongezewa mshahara. Sio kila wakati unavaa nguo zako hizo zisizoeleweka. Mama. Mimi sina nguo zingine za kuvaa. Zaidi ya hizi unazo ninazo kila siku? Sawa binti yangu, huku chumani kwangu nimeona kuna nguo, weka chakula kwetu, tukazangalia nguo kama zitakufaa uvalisa. Sawa mama. Naomba ukaya mara moja. Unajua mamangu, nakupenda sana na nakusikiliza ye kwa kila kitu. Kwa hiyo ningeomba sana umwangalie na umfanyie kila kitu ambacho anachokihitaji kwa wakati, sawa kaka. alafu pia ningekuomba na kitu chingine, kesho mamangu anaanza kwenda hospitali, kwa hiyo ningeomba umsindikize au hospitali. na umwangalie kwa uangalifu mkubwa sana, na ikiwezekana mtakavyorudi hospitali, wewe unamfanyisha hata na, na mazoezi ili mradi aliyake Sawa samani, kaka, kama unavyojua, mi bado mgeni wa jiji, hata daladala tu sijui zinapopatikana, tawezaje kumsindikiza? Kuhusu hilo wewe hata usijali, mamangu sio mgeni wa hili jiji, anapokwenda anapafahamu. Nachokihitaji kutoka kwako ni uangalifu tu wa kwake Uhakikishe kwamba anaenda salama, anarudi salama. Maswala kufika mwachie mwenyewe. Sawa, nimekuelewa sawa. Na kwa nini umeniletea chakula bila maji ya kunywa? Samani kaka, nimepitiwa, naenda kukuletea Wewe kaa, mbona unapenda sana kuwahi? Unawahi wapi? Au kuna kazi hujamalizia kufanya huko ndani? Hapana kaka, ila sio vizuri kukaa chumbani kwako wakati mke wako hayupo. Ni kweli, unaweza kuongea, ila kiukweli akili yangu haipo sawa hata kidogo. Kuna mambo mingi sana na yananichanganya, na, na siwezi kutoka hapa kwenda kupiga stori na mama. Kama hutojali, naomba hapa ukae tupige stori mbili tatu mpaka nitakapomaliza kula, alafu utaenda kuendelea na shughuli zako, utaniacha mimi hapa nipumzike sasa. Mimi na tutapiga story gani? na ukiangalia ni bosi wangu. <laughs> Kwani hapa si tayari tunapiga stori? We, nataka stori gani tena? Umepata wapi ruhusa ya kuingia chumbani kwangu, tena unakaa na mume wangu muda huu? Naongea na wewe, ni nani ambaye amekuruhusu kuingia chumbani kwangu? Mke wangu, punguza jazba, punguza hasira na kuomba utulie. Nitulie? Nitulie wakati nimekukuta wewe na huyu kenge wako huku chumbani? Anafanya nini chumbani kwangu? Alafu kwanza sijataka kuongea na wewe. Wewe. Aliyekupa ruhusa ya kuingia chumbani kwangu ni nani? Ah, naomba unisikilize. Amekuja kuniletea chakula. Hakuna kitu chochote kile kilichokuwa kinaendelea baina yetu. Mm. Amekuletea chakula, amekaa, amekusubiri wewe umekula umemaliza, amekaa na kuangalia. Kulikuwa na sababu gani ya kuendelea kukaa humu ndani? Usinione mimi mtoto mdogo. Najua upuuzi wenu wote unaofanya humu ndani wewe na mama yako. Nataka nikusikie wewe. Ni nani aliyekupa ruhusa ya kuingia ndani kwangu? Na aliyekupa nguo yangu wewe uvae ni nani? Samahani dada, nguo amenipatia ame mama, nalikuwa sijui kama ni ya kwako.